Chama cha waamuzi ni chama moja kati ya vyama vingi sana vya michezo nchini Tanzania. Ni chama ambacho kinasimamia sekta ya waamuzi. Ila sasa inategemeana na ni sekta katika mchezo upi? Ni hapa tunazungumzia chama cha mareferi wa soka nchini Tanzania kwa maana ya FRAT, Football Referees Association of Tanzania. Leo nipo na mwenyekiti wa chama cha waamuzi wa taifa ndugu Emmanuel Chaula. Habari gani? Nzuri sana ndugu yangu. Mwenyekiti, chama cha waamuzi ni chama kongwe katika vyama vingi vya michezo hapa nchini. Na ni chama ambayo inabeba hisia ya wadau wengi sana wa soka. Unavyojua kwamba soka ni mchezo unaofuatiliwa na watu wa rika zote, kuanzia watoto wadogo, teenagers, uh, middle age pamoja na wazee. Jukumu la kuibeba chama cha waamuzi wa soka, wewe umeipokeaje? Uh, nimeipokea vizuri kwa sababu kama mwenyekiti, kiongozi mkuu wa chama cha waamuzi Tanzania inamaana jukumu langu kubwa ni kuhakikisha chama cha waamuzi kinafanya kazi nzuri, kinatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa mpira. Una maagizo ya sheria kumi na saba za, za, za FIFA. Kwa hiyo uzuri ni kwamba tuna elimu ya kutosha, tumekuwa waamuzi kwa miaka mingi, tunajua nini waamuzi wanatakiwa kufanya, lakini siku zote Uh, msimamo wetu na moto wetu utakuwa ni uadilifu na haki. Yaani tutapenda waamuzi wetu wapende kuwa waadilifu lakini pia kutenda haki wanapokuwa viwanjani. Na ni rahisi ni kufuatilia tu uchezeshaji wao uh, utendaji wao katika mechi, halafu pale wanapokosea basi ni jukumu letu kuwasaisha. Na wale ambao watashindwa kukubaliana kuendana na hali, yaani wamesahau kabisa sheria na wanazitupa pembeni, watumia sheria zao pia, ni vizuri kutumia kutoa adhabu kali ili wale wengine waweze kujifunza na kuacha kuf, kufanya madudu. Umezungumzia swala la adhabu kali, unadhani adhabu za namna gani zinafaa kuweza kwa, kwa, kwa, kwa adhibu waamuzi ambao unaona wanatoka nje ya mstari. Uh, unajua kabla hujamwadhibu mtu ni lazima ujue kwanza kwa nini amefanya lile kosa, na ndio ustaarabu, ndio utaratibu. Una, unaangalia kwa nini amefanya kosa, ukishapata sababu. Kwa mfano, mtu amefanya kwa maksudi, yaani ameamua kufanya atakavyo, wakati sheria nazijua kosa limeeleweka, ni, ni, ni la wazi, lakini yeye kwa sababu ambazo anazijua vizuri mwenyewe anaamua kutupa sheria pembeni ana, anafanya an, maamuzi yake ili apate matokeo anayotaka. Sasa mtu kama huyo si rafiki wa ujenzi na, na, wa, wa, wa, wa sheria ama wa ujenzi wa mpira wa miguu Tanzania. Huyo mtu ni vizuri kumpa adhabu ambayo itamfanya yeye mwenyewe aondoke kwenye hiyo fani, ili kuapisha wale wengine ambao wanaweza kufanya vizuri. Si vizuri mtu anayefanya makosa kwa makusudi, kila mtu anaona lile ni kosa, amefanya kosa alafu anaachwa aendelee, haiwezekani. Tukifanya hivyo tutachelewa sana ku, ku, ku, ku, ku, kuwapata waamuzi wazuri, tutachelewa sana kuwaelekeza waamuzi wa, wa, wa, wa, wetu wafanye kazi vile inavyo inavyopaswa. Lazima adhabu zitolewe. Kwa mfano, chama cha waamuzi ndio chenye dhamana ya kuwapandisha madaraja kwa promoti waamuzi Nataka waamuzi wanaofanya vizuri wawe promoted wapande juu na wafike mpaka mwisho kadiri Mungu anavyowajalia, lakini wale wanaofanya vibaya ni vizuri, ikiwezekana hata, eh, ni vizuri hata kuwaondoa. Maana mtu anaweza kuja kwenye fani akafikiri ni kuja tu kufanya yale anayotaka yeye, kumbe kuna sheria ma, maadili na lazima awe mwadilifu afuate taratibu na sheria za mpira miguu. Mwamuzi anaandaliwaje? Tuanzie hapo uh, mwamuzi kuanzia mtu ambaye ni mpita njia ambaye hajui sheria mpaka mnakuja kumpa jukumu la bana filimbi hii kadi hizi bendera hizi nenda kasimamia mchezo husika munamwandaje? un uh, kwanza, unajua watu wengi sisi huweza kwenda mashuleni, lakini hata wananchi wa kawaida tu wa mitaani wanaopenda mchezo wa mpira wanaopenda fani ya uamuzi huomba kuchukua mafunzo ya, ya, ya, ya uamuzi na tunapopata wanafunzi wa kutosha kutosha darasa, basi mafunzo yanaandaliwa, mkufunzi anakwenda, anafundisha na, na nakishawafundisha, mitihani inapelekwa, wanafanya wakishafanya, wale wanaofaulu basi, wenye interest, wenye, wenye kupenda kujiunga na fanya uamuzi hujiunga na upewa michezo ya mazoezi na walimu walioko huko na baadaye wanakuja kuwa mahili, wanaweza kupanda daraja kutoka la tatu, la pili, la kwanza, na Mungu si Athumani, wale wengine wenye vipawa vikubwa zaidi huweza kufika hata kwenye daraja la kimataifa, I mean FIFA referee. So utaratibu ni huo. Tunakwenda kuwaibua from the grassroots kwamba, um, ile inaitwa ile mitihani kwanza, inaitwa preliminary examination, ni mafunzo ya uamuzi ngazi ya awali. Anasomwa, anajua sheria, anajua viwanja, anajua kanuni na kila kitu. Akishafanya basi, anakwenda kufanya mazoezi kiwanjani, wanaweza kuexcel haraka, wanapanda mpaka kufikia FIFA. Utaratibu ni huo wote. Mwamuzi anapoandaliwa, anapoanza kuandaliwa, kuna semina, kuna course mbalimbali mbali, anapitia utakubaliana na mimi, mechi atakayoenda kuchezesha ni mechi ambayo inakutanisha uh, wapinzani wawili hao. Wapinzani wanapomaliza mechi, siku ya pili, kama sio siku ya tatu, wanarudi kwenye uwanja wa mazoezi kwenda kufanyia kazi yale makosa wa ambayo yalitokea katika mechi husika au sivyo no. mwamuzi anaenda wapi baada ya mechi? Um, sisi katika utaratibu wetu wa mafunzo tunawaelekeza walimu wetu na waamuzi wam, wa ngazi ya juu wale wanapowafundisha waamuzi wa, wa ngazi za chini ni kwamba kwanza viongozi wa chama cha waamuzi lazima kila mchezo unapochezwa, e, kwa mfano hii michezo ya ligi wakicheza ama siku hiyo hiyo baada ya mechi, au siku ya kesho yake baada ya mechi, kuna kitu tunasema match postmortem, yani kuipitia kazi za uamuzi, kuangalia mapungufu, yani makosa aliyofanya na mazuri aliyofanya, alafu wakufunzi wanasisitiza yale mabaya wayapunguze, wayaache ili waweze kuwa bora zaidi, na yale mazuri, basi wanasisitizwa kwamba waendelee na ile ndi, ndi, ndi, ndio njia sahihi ya kuchezesha michezo. Kwa hiyo kunakuwa na mechi post mortem, inaweza kuwa siku hiyo hiyo baada ya mechi au siku inayofuata, wanajadili makosa na mabaya na mazuri yaliyotokea kwenye mechi ile. Halafu wale waamuzi wanatakiwa wawe adir.. waadilifu na watu wa kukubali wanapokosolewa. Mwamuzi akifanya hivyo, hapana shaka atajifunza haraka na anaweza kuwa mwamuzi bora na akaenda mbali. Postmortem, anayesimamia hiyo postmortem ni mkufunzi yupi? Um, um, tena hawi mmoja. Kwa mfano sehemu nyingi, waamuzi kama ina, ina, ina, ina, inachezwa mechi na waamuzi wapo wengi, lakini wanaochezesha ni wanne. Uh, waamuzi wanaochezesha wanakuwa wanne wawili kiwa, watatu kiwanjani, mmoja anakuwa pale mezani kama fourth official. Wale wote baada ya mechi na wengine ambao hawakuwa kiwanjani ndio wanaojadili, na kama mkufunzi yupo anawasikiliza, anaweza kuanzisha majadiliano, kuanzisha mjadala na, na kuongoza, alafu wao wenyewe wanakosoana, kwa sababu wanazidiana, lakini mwisho wa, wa, kusabu, wa siku yale ambayo hapako sawa mkufunzi anasawazisha, anawaelekeza vizuri alafu wanapata somo wanajifunza na wanaboresha utendaji wao wa kazi. Timu inakuwa na msimamizi wake maalum kabisa, kwa maana ya coach, assistant coach, assistant technical bench nzima ile. Um, kwa nini usione kukawepo na haja ya referee wilaya anayotoka so sasa hivi kila wilaya, kila mkoa ina mkufunzi wa waamuzi, kwa nini asitumike yule mkufunzi wa wilaya ambayo huyo refari anatoka akapewa jukumu maalum kwamba leo refari wako anachezesha mechi fulani, ifuatilie huyo mechi uone uh, performance yake, kisha atakaporudi ukakaa naye mkafanya postmortem kuliko kuitegemea ile postmortem ya baada ya mechi moja kwa moja. Naam, naam, naam. Ni kweli, kwanza ilo wazo unalotoa ndio jema na ni njia bora zaidi ya kufanya postmortem au ya ya, ya kupitia matukio ya mchezo baada ya mchezo kuisha. Ni kweli na nafikiri tu, kwa sababu tuna walimu katika kila wilaya, tuna walimu katika kila mkoa. Nafikiri ni njia nzuri unayosema kwamba lazima yule mkufunzi mkuu au mkufunzi msaidizi awe assigned, specially ama maalum kwa ajili ya kuongoza ile postmortem kwa ajili ya kuwakosoa na kuwasaisha uh, marefari wake. Ni njia nzuri. Hapo awali, unajua, wakati sehemu nyingine inakuwa hakuna mkufunzi hasa special, ama maalum aliyopelekwa, lakini waamuzi wenyewe nasaidiana, lakini pale ambapo tunaweza kuwa na, na, na, na mkufunzi, na ndio tunachofanya, kila wilaya ina mkufunzi, inapotokea huyo yupo, basi ni vizuri mkufunzi ndiye akaongoza hayo majadiliano baada ya mchezo kupitia kufanya mapitio ya uchezeshaji wa mchezo uliopita. Ni vizuri kufanya hivyo, na nafikiri sisi ni, ni, ni, ni, ni, ni dhana ni, ni, ni wazo zuri ambalo tutajaribu kuliapply kuli na kuasistiza ku, ku wakufunzi wa wetu wawe na, na, na, na, na, wajipe majukumu hayo ama sitawaagiza awe na majukumu hayo. Kila wanapochezwa mchezo, basi wale marefari wake awe anajua kwamba na kwa kazi ya kwenda kufanya mapitio pamoja nao kwa nia ya kuwasaisha na kuwafundisha zaidi kuboresha utendaji kazi wao. Kwa utafiti nilioufanya kupitia kipindi cha Kipenga cha Mwisho, asilimia tisini ya wakufunzi waamuzi taifa ni waamuzi wasaidizi. Wewe mimi tumebaki nyuma. Nikisema hivyo kwa maana ya wewe ulikuwa referi wa katikati, mimi nilikuwa referi wa katikati, mnategemea assistant referee mkufunzi anatosha kuweza kumwandaa referi wa hivi sasa? Uh, kwanza mimi naona center referee, center referee ndio anakuwa na mambo mengi sana ya kufanya kiwanjani, na kama anakuwa mkufunzi, anaweza kuwa mkufunzi kwangu mimi, uh, wa msaada zaidi, sio bora, lakini wa msaada zaidi kwa waamuzi, kwa maasistanti wengi, labda kuwa uh, physical fitness instructor, lakini kwa technical inakuwa inapendeza sana. Mimi ninavyopenda na ninavyoona, hasa waliokuwa waamuzi wa kati wanafaa sana. Lakini swali lako ni zuri na la msingi, kwamba huku kwetu, hata mimi utafiti wako unakubaliana nao kwamba wakufunzi wengi ni wale waliokuwa wasaidizi. Hata hapa kwetu Tanzania, wengi wa wakufunzi ukiangalia kwenye mm, kwenye ingawaje wana, yani wanakuwa maassistant. Labda hii pia ni kwa sababu tunaweza kuwa na, na, na mareferee wachache kuliko ma-assistant referee, inaweza kuwa sababu, na ndio maana walio wengi basi nafasi zikitokea, wengi wanakuwa wamejitokeza na wamepata, lakini sio, ni sababu kwa nini wakufunzi wetu wawe assistant referee tu na wawe wachache, sio, ni sababu na mimi Ah, nafikiri kwanza masenta referee wanafaa zaidi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa training ma referee kwangu mimi... ah, hiyo, hiyo naomba nikuachia hiyo homework ukaifanyia kazi sawa. Nitaifanyia sawa, sawa, kazi, lakini ni kweli wakufunzi wetu wengi tulionao kwenye kwenye ngazi za juu ni, ni ma assistant. Oh, Mwenyekiti, elimu ni bahari. Na kama hii bahari ya Hindi iliyoko hapa nyuma yetu. Unajua tuko tuko kwenye jiji la kipekee kabisa, Tanga. Tanga kuna raha zake, moja ya raha yake kubwa ni bahari ya Hindi, au sivyo? Ah, naomba nikupe challenge. Elimu ni pana kama ilivyo hii bahari. Katika uongozi wako, naomba kafanye juu chini uandae semina maalum kwa ajili ya wakufunzi wa waamuzi, na humo tutegemee kuona asilimia sitini ya watakaohudhuria wawe ni mareferee na asilimia arobaini wawe assistant wawe uh, referees. Naam, hayo yatakuwa ni, ni, ni, ni majaliwa na kwa sababu kama viongozi wa chama cha waamuzi, moja ya kazi zetu na dhamana tulionayo ni kuandaa waamuzi, lakini pia kuandaa wakufunzi, na tutajitahidi kufanya hivyo, na, na, na mimi nitawashauri pia waamuzi wengi iwezekanavyo washiriki wa na wajiunge na tupate, tuanze kushindana na wenzetu masisa. Mimi ni kwa refri kama ninavyosema na kwa refri. Sasa kama tunawacha wenzetu masisa, ndio nakuwa wakufunzi lazima tushindane nao tuwe na, na watu wote wa aina mbili. Unajua hizi fa, fani au hizi specialization na tofautiana, assistant ana majukumu yake na center referee ana majukumu yake, japo wote wanafanya kazi ya uamuzi. Kwa hiyo tukiwa na waamuzi ma center referee wengi kama wakufunzi na assistant pia itakuwa vizuri zaidi elimu itakuwa ita, ita, ita bora zaidi inayotolewa kwa kwa waamuzi wetu, kwa maana kwamba itakuwa integrated mi, aa, integrated kwa maana ni mchanganyiko zile mm, vitendo vya, vya mwamuzi msaidizi na vitendo vya mwamuzi wakati vyote vinapatikana kwa wingi na kwa wakati mmoja. Tutajitahidi tuwe na waamuzi wengi, wakufunzi wengi ambao walikuwa ma center referee kama mimi na wewe. Nini maoni yako juu ya kipindi cha kipenga cha mwisho? A, kipenga cha mwisho bwana, ni kizuri ni kizuri kwa sababu kinatoa elimu, na uzuri wewe mwenyewe ndio niseme, unakiratibu unakira au unakiendesha, na mimi napenda kwa sababu watu wanatakiwa waelimishwe, waone ukweli na uzuri, mnatumia teknolojia eh, unajua wakati mwingine huku nje watu wanabishana was that offside or not offside Was there any foul or no foul, inakuwa ngumu kuona, lakini ninyi wenzetu kwa teknolojia mnaweza mkaweka slow motion kaoneka na alafu foul ikawa clear. Ni mafunzo mazuri, na nafikiri mwendelee, na lazima wadau wa michezo tuwashukuru, kwa sababu kwa njia hiyo watu wanaopenda kujua sheria za mpira wa miguu ni njia rahisi kabisa kwao kuzifahamu, lakini pia ni burudani, elimu na kuwasaidia na kuwakosoa uamuzi wetu pale wanapokuwa wanapokosea. Na ni vizuri mnaeleza wazi makosa ya makusudi mnayaona, na mnaeleza watu wa nje wanapata nafasi nzuri ya kujifunza. Na mimi nawapongeza, hicho kipindi akipaswi kusimama, kinapaswa kuendelea, kina faida kubwa kwa wadau wa soka. Niongezee uh, maono yako unategemea kuona kitu gani tukiboresha kwenye Kipenga cha Mwisho? mm, ah mimi sina, sina nachoweza kusema kwa sasa hivi, lakini nafikiri hayo mnayoyafanya kwangu mimi yanajitoshereza. Kama mnaweza nyie kwa ubunifu wenu mkaongeza, itakuwa vizuri zaidi, lakini kazi mnayofanya mimi naona inatosha sana na inafaa sana na ni msaada mkubwa kwa wapenzi wa, wa soka waamuzi na wasio waamuzi, na kwa kweli inaburudisha, inafurahisha kwa sababu tunapata elimu na kujifunza mambo mengi sana hasa makosa ya waamuzi, lakini makosa mnakwenda mbali zaidi, hata wachezaji kwa nini wanafanya zile foul, foul imetokana na nini? Nafikiri eh, me, kwa sababu mpira mmeutumikia kwa muda mrefu na kwa ngazi mbalimbali mbali, basi Mungu amewajalia mnayadia ame mengi na ambayo mnapewa toa kwetu, ama kwa wadau wananufaika pia. Ni njia nzuri ya kujenga mpira na kukuza mpira wetu, na uelewa wa wadau wa michezo katika nchi yetu. Mwendelee kufanya hivyo. Kwa kweli, yani, interview hii ime imenifarijisha sana, na naamini kabisa kwamba kuna surprise. Kipenga cha mwisho kinaadhimisha miaka kumi tangu ilipoanzishwa na kuna sherehe inakuja, itafanyika mwezi wa saba ntaomba Mungu sana uwepo wako katika jiji la Dar es Salaam, au hata kama ukiwa kule nyumbani, tukiweza kukuleta huku Dar es Salaam, sisi tutafurahi sana, uhudhurie na uone surprise package ambayo kipyenga cha mwisho kitaenda kuleta kwa ajili ya waamuzi wanaochezesha mashindano mbalimbali mbali. Uh, niseme tu chama cha waamuzi kimepata kiongozi. Mimi nakushukuru sana na mimi niseme Azam mmesaidia sana, mmesaidia sana ku, kuendelea haya maendeleo pamoja na wadau wengine i michango kutoka kwa wadau wengine, lakini Azam pia mchango wenu ni mkubwa, na tunaomba mwendelee. Mungu awaongezee na muongezee huyu mmiliki wa Azam amin. Haya e, mambo yaendelee kwa kweli, mmeboresha mpira na mmesaidia kutu, yani elimu kubwa watu wanaipata kutoka kwenu, kuliko, kuliko hata kufundisha darasani bila vitendo kama vile na, na picha inakuwa kitu bora sana. Asanteni sana. Huyu alikuwa ni Emmanuel Chaula, mwenyekiti wa chama cha waamuzi taifa, na tulikuwa naye one on one, hapa tukiwa tunaangalia chama cha waamuzi kimefanya uchaguzi amepata jukumu la kukiongoza hicho chama bila shaka. Je, ataenda kuleta mabadiliko makubwa na kuendeleza chama hichi kwa mafanikio zaidi? Osman Kazi, Azam Sports.